Atulishe neno na tukaweze kubarikiwa sote kwa jina la Yesu. Wewe simu yem mtakatifu mzuri, karibu mtumishi wa Mungu kupatie hili neno lililohakishwa na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu apewe sifa, Roho Mtakatifu, kutoka gano la kale mpaka gano jipya. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha niweke hili neno mbele za Bwana ili tukaweze kubarikiwa. Asante Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Baba, ninanyenyekea mbele zako Bwana, majira na masaha ya Baba yaliyokubalika ni Bwana, nikisema ni asante Baba, Baba, kwa maana hakuna kama wewe Bwana. Ninanyenyekea mbele zako Baba kwa ajili ya utakaso sasa Baba, mwili huu wa damu na nyama, ili mapenzi yako yatimie Bwana, katika jina lako Yesu kamilifu timilifu nimeomba na hata ninakuamini. Bwana Yesu akusifu. Amen. Amen. Asifiwe sana mwokozi. Twende kitabu cha Mwanzo. Haijalishi ni mazingira gani uliyoyabeba mwaka huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haijalishi kutokea Januari, haijalishi kutokea mwezi wa sita, haijalishi mpaka leo tuko tarehe ishirini. Amen. Amen. Amen. Tarehe ishirini na moja zinapelekwa mbele na Bwana wapende wasipende, wapende wasipende Eti walisema wanajaribu kuchuchumia chuchumia ile ndoa yako wanazovozia, ah. eh. ah. Watasarenda. Amen. Watasarenda waliotabiri mabaya katika maisha yako. Watasarenda waliosema Amen. Lakini mimi nakukanya amen. Amen. Usilipize baya kwa baya amen, wakati utakapobarikiwa iwe ni teneja iwe ni mama iwe ni mzee iwe ni mtoto amen, usilipize baya kwa baya iakoe. Kwa nini mpende sana Daudi? Daudiau <laughs> maandiko sini, maandiko yalitoka katika ya. Roho takatifu, baraka zipo zipo. Miti zidi kumpenda sana Daudi. Amen. Amen. Kwa maana Daudi haipo barikiwa na Bwana, hakulipiza kisasi kwa Sauli. Amen. Na ndiyo maana Mungu akaitwa Mungu wa Daudi. Amen. Ah, baraka ni zako. Ni zako. Kwa Daudi ni zako. Amen. Amen. Usilipize baya kwa baya. Amen. Amen twende katika kitabu cha mwanzo 17 kuanzia mwanzo. Amen. Kitabu ni cha mwanzo 17 kuanzia moja inasema Barikiwe. Amen. Abraham alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda. Abraham alipokuwa wa miaka tisini na kenda wewe unafika hapo wewe unalalamika tayari kazi angalia, Ibrahimu miaka tisini na kwenda. Huwezi kujua yeah. Oh. yeah. yeah. Uh, yeah. yeah. kesho ni nani amekuandalia? Yes. Yes. akaitwa Abraham. Yes. Yes. Abraham Abraham alikuwa mtu wa miaka tisini na kenda, Bwana akamtokea Abraham na miaka tisini na kenda, Bwana akamtokea yaani, kile kipindi cha lala salama, Bwana naye ndiyo anatokea, yeah. Dio isijawekesha hata babangu naona hapo, bado bado bado. Amen. tisini na kenda wanaweza pesa, ni lazima upokee za Bwana jalishi mazingira gani, nilikwambia usiangalie kule nyuma, angalia hii neno linasema nini, ya kwa kwamba utapokea. Haijalishi wananena nini, haijalishi wanapanga vikao, katika wapange kule kule kwa mizimu yao, unaendo zimuzimu Amen. Sikujalishe wewe, pokea baraka za Bwana. Amen. Kitu kitu tu nakufuta, usikipize baya Niambia watu wakuje wakule chelekea pamoja. Baada umebarikiwa na Bwana, kama tukuwasaidie, wasaidie iwe ni vijana, wasaidie iwe ni mama, wasaidie iwe ni wazee, wasaidie. Hatutaji jina lingine, tunasema katika jina la Yesu, kwa maana hizo baraka zitoka kwa nikimwambia Daudi hakulipiza baya kwa baya. Yaani Mungu sijui, Daudi huyu amen, huyuowachosikia huyo Samweli wa kwanza 26 kuanzia 7, tusikia amen, wote barikiwa. Hata usiongee kitu, karibisha wageni vizuri, amen, achana na yale ya kitambo, amen, yeah. Sikusikia so, hiyo 26 kwa njia saba. Kitabu cha Samueli wa kwanza 26. Ambaye atasikia Daudi wakati akitafutwa agi, na Samueli ivi, lakini Daudi alipewa moyo kwa maana alikuwa anaongozwa na, na Bwana. Amen, amen. Endelea, inasema basi Daudi na Abishai wakamwendea watu usiku na tazama, Sauli alikuwa hapo kati ya magari amelala usingizi. Amen, Amen! Alipigwa upofu na Mungu pale alale. Wewe angalie mkubwa, lakini alipigwa upofu na Mungu alale. Wacha usikie hilo neno Amen, Amen. Amen. Sauli alikuwa hapo kati ya magari amelala usingizi na fumo lake limechomekwa chini karibu na kichwa chake naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo, basi niache nimpige, assiwachetu nimpige aishe. Daudi, sikia Daudi, nimekwambia usilipize mbaya kwa baya. Wakati wako barikiwa. Ndipo Bishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia juu yako mikononi mwako leo. Basi niache nimpige kwa hilo fumo, hata nchi kwa pigo moja, sitampiga mara ya pili. Amen, ni pale anaomba ruhusa amalizane naye kabisa leo lakini Daudi akamwambia Abishai, usimwangamize. Kwa nini? Nani awezaye kunyosha mkono wake juu ya masihi wa Bwana naye akawa hana hatia? Daudi akasema, aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake akufa itampata, atashuka kwenda vitani na kupotea. Yako <coughs> kulipiza kisasi. Kanezaveziha yeah. Wacha Mungu akakubariki, usilipize kisasi. Amen, yeah. Amen. Amen. Maana amen. Amen. Yeah. Amen. Yeah. Kwa maana baraka ni zako amen, nizako. Ingekuwa Daudi ni kulipiza yeye, alikuwa amelala tayari, alikuwa anamalizana naye tu omaito, lakini amen, amen, hakumalizana naye, akasema ah, muku mwenyewe atamalizana naye amen, amen. Eh, we usimalizane na maadili ya kubarikiwa. Amen. Utaonekana. Mtoto fulani amekuja. Utaonekana. Baba fulani amekuja. Ni Mama fulani amekuja. Utaonekana. Hiyo ni vijijini utaonekana. Kwa kazi yako utaonekana. Hiyo ni kwa ajili yako utaonekana. Kwa familia utaonekana. Katika kuendelea na hiyo kitabu cha Mwanzo, yaani tunajini serikali kuu ya mbinguni. Amen. Hii ingine walifanya fotokopi lakini hii ndio hichi. Amen, amen. Amen. Amen. Ikisema like <applause> hakuna wa kupinga. We nisikize, amen, ninasema ikisema hakuna wa kupinga, hakuna Bwana asifiwe, amen, endelea. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka tisini na kenda, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uende mbele yangu ukawe kamilifu. Bwana asifiwe, amen. Uwe kamilifu, amen. Abraham akatokea na Bwana amen, amen, akamwambia, ni mimi Mungu Mwenyezi no. Mwenyezi Usiabudu miungu mingine, imidi Mungu mwenyezi. Hiyo njia yako ikanyoke, ikanyoke kwa masomo ya watoto wako, ikanyoke pale biashara, ikanyoke kwa ajili yako, ikanyoke kwa matamanio yako, ikanyoke hiyo njia katika jina la Yesu Kristo. Ni maandiko ndiyo yamesema, endelea nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe. Amen. Maandiko anasema, mimi nitafanya agano langu mimi na wewe <laughs> Amen. Amen. Mungu anakupenda, endelea. Nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana sana, nami nitakuzidisha sana sana, Bwana Yesu. Profesa inasema aliye na huduma haijalishi, ni ya uemezi yes, haijalishi ni ya kuhubiri, aliye na biashara, aliye na ndoa, aliyeajiriwa akazidishiwe na Bwana yes. sana sana yes. iwe nikwateneja yes. kwa masomo yes. ukazidishiwe yes. sana sana yes. iwe ni kule likozaliwa yes. ukazidishiwe yes. sana sana yes. katika jina la Yesu Kristo. Ah, mimi naingilia wapi hapa? Na maandiko yenyewe ndio yamesema. Amesema Amen, amen. Amen. Kama ni kazi ukazidishie. Kuna kipindi kingine hapa, kuna mwingine alikuja alikuwa ametiwa kazi dabo dabo hapa. Eh, sijasahau hiyo, anataka na poti section ile nyingine na kilidili, lakini amen. Amen. Hey, akaambiwa chakua moja na baba hapa. Amen. Amen. Eh, tuko mahali pa sawa, tuko mahali pa sawa, ninasema tuko mahali pa sawa, wacho kabarikiwe, hey. Ukabarikiwe vijijini, ukabarikiwe mashambani, kwa hey. matamanio yako, hey. ukabarikiwe hata, hey. hiyo ndoa yako yeah. itazidi sana sana katika Mungu akamwambia akasema, Mimi agano langu nimefanya nawe agano. Amen. Amen. Mimi langu nimefanya nawe milele hakuna vile Mungu agano na wewe. Mungu ali hakuna hakuna rudia hiyo u usikie, amen. Hakuna makavuka kikudikudi Mungu akamwambia akasema, mimi agano langu nimefanya nawe nawe, utakuwa baba wa mataifa mengi. Bwana Yesu asifiwe! Kama Mungu amenena, ni nani wa kupinga? Amen, amen. Amen. Iye ni nimukete umezaliwa leo, Mungu akinena hakuna wa kupiga amen. Amen, hakuna enaa akana, lazima uwe baba wa mataifa amen. Kwa ile kazi unatarajia utakuwa baba wa mataifa amen, hata iye ndoa yako utakuwa baba wa mataifa, hata kwa hiyo biashara amen, we utakuwa baba wa mataifa amen, amen. amen. Wala jina lako hutaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim. Na ule mwaka uliopita utaitwa tena hilo hilo jina la kitambo, haijalishi ni jina la mateso, uliteseka sana, utaitwa hiyo ukabadilishwa jina lingine. Unaweza kusema sikawe hivyo katika maisha yako. Ninasema ikawe hivyo, kazuma ikawe hivyo, unalikuzaliwa ikawe hivyo, amoa yangu utawe hivyo, katikambai